y maadhimio sisi, sisi kama mkoa wa Geita kwanza kabisa sisi mkoa wa Geita wanachama na mashabiki wa Yanga ndani ya mkoa wa Geita tunaungana na viongozi <coughs> wetu wa makao makuu. Sawa? Hatuhitaji busara kutatua mzozo huu unaoendelea. Sawa? Kama sheria zimevunjwa basi kama kiongozi alivyosema kwenye white kitenyo, white kwenye black iwe black. Tunaamini bodi ya ligi inaongozwa na sheria pamoja na kanuni si ndio? Basi viongozi wa bodi ya ligi watumie sheria hizo hizo kutatua huo mzozo, na si watuambie maswala ya busara, siyo ni nini? Hapana. Sawa, kama Yanga amevunja sheria, kama Simba amevunja sheria, basi sawa, bodi ya ligi na TFF wakae chini, wapitie hizo sheria zao. Kama kuna Yanga amevunja basi black ipite black, white ipite white. Bodi ya ligi ijitathmini. Bodi ya ligi kama wameshindwa ku, kuongoza huu mpira wajiuzuru. Hatuna imani nao, sawa. So, haiwezekani asubuhi tunaambiwa mechi ipo, si ndio? Baada ya kadhaa tunaambiwa mechi haipo. Just imagine, sisi mkoa wa Geita tumeondoka na kosta nne kuelekea Dar es Salaam. Eh, nauli ya kutoka hapa hivi kwenda Dar es Salaam shilingi laki mbili. Imagine kwa kosta hizo nne tu tupo, mnoea amelala na mke wake huko, ameamka anasema mechi haipo? Hapana. Hivyo eh? nini sisi, sisi kama mkoa wa Geita tupo, tunaungana na viongozi wetu na tunahitaji bodi ya ligi ijiuzuru. Mimi naamini kamati tendaji imekaa imetafakari imeona na imekuja na majibu ya kwamba haturudii mechi. Sisi mashabiki ni akina nani tuseme tunahitaji mechi sisi tunachotaka moja, waweke pointi zetu tatu mezani. Kama pointi tatu hazipo, kama hawana uwezo wa kutupa pointi tatu kwa sababu wanazozijua wao, basi waende kwenye tafsiri za kanuni zao kwenye sheria. Kuna kanuni ambazo zinasababisha mpira wa nchi hii unachezwa, zile zile kanuni waende wazitembelee, wajue asiyeleta mechi uwanjani anafanywa nini, aliyemtishia mwenzake kumuua anafanywa nini, aliyetoboa sijui labda gari la Simba sijui labda lilipasuliwa kioo Mohamed Hussein akaumia, au akaumia Kapombe, tujue aliyemuumiza Kapombe anapata adhabu gani kupitia kanuni. Lakini asije mtu tu ameshiba zake maharage anakwambia hii mechi imeahirishwa. Kwa kweli tumeumia. Kwa hiyo hili swala hatutalichukulia tu kama Simba na Yanga wamekosa ule mchezo, tutalichukulia pia katika tasnia ya michezo ya nchi hii, kwamba nchi hii tunapofika hatua ya kutoa viongozi wakubwa, kwa mfano tunaye rais uh, wa aka Afrika, kiongozi wa mwenyekiti wa virabu Afrika, wale waliomchagua kumchagua kwa sababu tu anacheza ana, ana, ana sinema? Walimchagua kwa sababu anasimamia klabu ya nini, klabu ya mpira. Kwa hiyo tunataka viongozi wa TFF pamoja na bodi ya ligi pia wasimamie kanuni waweze kuheshimu mpira. Unajua, usipoheshimu mpira, tafasiri yake unavuruga mpira na unavuruga dhamira ya nchi katika mpira. Dhamira ya nchi katika mpira ni kuunganisha Watanzania, kuwapa burudani Watanzania. Sasa unapotoka ukaja wewe kwenye media alafu ukaahirisha mchezo kwa maamuzi na matakwa yako bila kuangalia uh, sababu za msingi zinazoahirisha. Kukubaliana moja kwa moja na viongozi wetu kwa barua walioiandika kwamba hatuna imani na bodi ya ligi ni kweli. Dasa Young African, sisi wanachama na mashabiki tumekubaliana hilo kwa pamoja, kwa sababu kumekuwa nje ya tukio hili kumekuwa na mfululizo wa makosa ya kibinadamu kibi, ambayo watani zetu wamekuwa wakinufaika nayo kwenye ligi na tukawa tunayachukulia kwamba haya yawezekana ni makosa ya kibinadamu ya waamuzi, lakini kwa hiki kilichotokea kinaonyesha kabisa hata waamuzi yawezekana wanapata maagizo kutoka sehemu fulani. Ndio maana tumefika huku sasa, dasa Young African kama wasimamizi wa haki za Watanzania, kwa sababu timu hii imehusika katika kuipigania uhuru wa nchi hii, kwa hiyo inarudi kupigania haki za tuko ya nchi hii. kwa hiyo hatuna imani kwa pamoja sisi wanachama na mashabiki pamoja na viongozi hatuna imani na uongozi wa bodi ya ligi. Si kwa niaba ya wenzangu wa tawi la Bwanga nimekuja kuungana na viongozi wa mkoani hapa, kwa masikitiko makubwa, tukiomba kwamba hili swala liangaliwe kwa jicho kali, badala ya kuharibu michezo ambayo inatufanya tutambulike duniani. Kuna watu wanafunga safari kuja kuwa kuangalia utalii wa michezo kupitia michezo, lakini kwa hiki kilichofanyika, ni kweli sisi tumeamua, tunaunga mkono maelekezo na maamuzi ya viongozi wetu wa Yanga ya kwamba hatutarudi nyuma, tunafuata sheria, kanuni na maamuzi mengine ambayo yako sasa